Oni gani, ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu kiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Machi 21 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa za kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kwa asubuhi ya leo inaanza na habari inayosema simulizi maisha ya kijana aliyotupwa kwenye boksi na mama yake mzazi Yonesi, simulizi ya kijana aliyotupwa kwenye boksi na mama yake mzazi Yone, lakini Pinda akoleza moto mijadala mafunzo ya ufundi VETA. Pinda akoleza moto mijadala ya ufundi VETA. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tano kwenye gazeti la koloni Pashe, lakini kuna habari inasema bidhaa za magendo za zagaa kila kona. Hiyo ni habari kwenye gazeti ya Nipashe inasema bidhaa za magendo za zagaa kila kona, wananchi wahoji mamlaka kukaa kimya hadi waziri kutangaza operesheni. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini ineki ya waonya wananchi kujiandikisha mara mbili, au ni ineki ya waonya wananchi kujiandikisha mara mbili. Lakini BMH yafanya upasuaji ubongo kwa teknolojia ya mawimbi ya sauti, ni BMH yafanya upasuaji wa ubongo kwa teknolojia ya mawimbi ya sauti. Habari pia inapatikana kwa gazeti ya Nipashe ukurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukichana gazeti ya Nipashe tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi. Linaanza na habari kubwa inasema joto kusaka urais laanza kupanda. Joto kusaka urais laanza kupanda. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini watumishi, e, wa mizani kikangoni ulegeeza uchunguzi. Watumishi wa mizani Kikangoni ulega agiza uchunguzi. Lakini joto kusaka rais laanza kupanda. Lisu heche kuna di no reform no election nyasa. Lakini wenye mapengo waeleza magumu wanayopitia, e, wenye mapengo waeleza magumu wanayopitia. Lakini tume ya uchaguzi ya shtukia waliojiandikisha mara mbili lakini kwenye gazeti la Uhuru kuna habari inayosema Wasira atoa onyo kwa waliokimbia waliokimbi e, waliojilimbikizia ardhi. Wasira atoa onyo kwa waliojilimbikizia e, ardhi, aagiza waziri wa ardhi Arasi Mbea kufika Mbarali kutatua mgogoro, lakini asisitiza walioshindwa kuendeleza e, mashamba wapatiwe wananchi. Hiyo ni habari, inaendelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Uhuru na Rais Samia achangia milioni hamsini kwa mwezi kumwenzipa Shirima eh, lakini kumwenzi, kitengo cha uchunguzi wa ajali za ndege chaanzishwa. Kitengo cha uchunguzi cha ajali za ndege chaanzishwa, lakini Waziri Mkuu ashusha maagizo ubora wa bidhaa 2025 asema Waziri Mkuu ashusha maagizo ubora wa bidhaa za afya anaendelea ukurasa wa mbele kwa gazeti lako la Uhuru aa, yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele inaandika, Dkt Mwinyi azishauri taasisi za fedha kuwekeza sukuki, serikali kuchukua visiwa vilivyoshindwa kuwekezwa, lakini tamasha la uwekezaji kufanyika Pemba. Tamasha la uwekezaji kufanyika Pemba. Mkazi wa Mndo auawa kwa kupigwa na kitu kizito eh, hiyo ndio habari nyingine za gazeti la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la habari leo linaandika udanganyifu wageni aiyakaanikwa yabainika, wanatumia taarifa binafsi ya Watanzania. Lakini walimu mbaroni tuhuma za kubaka mwanafunzi, walimu mbaroni tuhuma za kubaka wanafunzi lakini mradi wa ujenzi wa sijara Shinyanga wainua wananchi kiuchumi. Lakini gawio la serikali kwenye kampuni la hapa e, kwa kasi. Ni zile ambazo zina hisa chache e, fikieni asilimia mia, e, mi, mia mbili e, mbili tatu sita mwaka ulioisha Juni 2024 serikali yaliona bilioni 195, yunbari ukurasa wan. Lakini wasira hawapa maelekezo waziri wa ardhi na mkuu wa mkoa. Rais Mwinyi ashauri kampuni kuwekeza eh, Suzuki. Lakini NTA NIT kukamilisha maandalizi kuanza mafunzo. Ya yone ni habari kwenye kurasa za mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako ndo kwanza asubuhi ya leo lina habari inasema, Dkt. Mwinyi apiga chapuo hatifungani ya Zanzibar. Lakini Majaliwa atoa mwongozo yeah, kwa, kwa kampuni za ndani. Nikasema jaliwa toa mwongozo kwa kampuni za ndani yule bado yuko sawa mbele. Lakini Raia Mzalendo linaandika Rais Samia kuondoka nchini leo kwenda Namibia, wapishwa rais mteule. Lakini mkurugenzi radio aunga mkono kauli ya waziri mkuu na ini kibaini watu kujiandikisha mara mbili mbili vituo tofauti Dar es Salaam. Lakini yasema wanaweza kufungwa hadi miaka miwili gerezani. Lakini majina yao kukabidhiwa polisi kwa tuhuma za kisheria. Lakini shule za hazina za mpongeza Rais Samia miaka minne ya mafanikio. Lakini Chalamila ndaa ni mkoa wa kutafuta fedha, sio malalamiko. Ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Yanga kuifuata Singida Black Stars kesho. Ni kweli uz, uzinduzi wa uwanja katika kuandika rekodi. Lakini Simba yaanza mazoezi kwa kishindo. Simba yaanza mazoezi kwa kishindo na kuna habari inayosema Simoni Msuva amejipanga kuduaza Moroko. Lakini Simba Yanga mawindoni mnyama ipiga hesabu Almasri huku Yanga ya ikifuata rekodi ukisiwa na Manuel Iyo ni kwenye gazeti lako la, la e, kumradhi, hilo ni gazeti lako la Majira. Habari e, e, bari e, kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo e, abari, e. Sasa kwenye kurasa za michezo na ya leo. Gazeti lako la Raia Mzalendo e, linaanza na habari kubwa inayosema Simba mguu sawa kuwasaka saka Almasri. Lakini Taifa Stars kuelekea Morocco leo. Yanga Princess sasa imejipata. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwa nchi ya Korea Mzalendo ukurasa wa mchezo. Lakini Taifa Tanzania kule mchezo naandika wakaguzi kafu kukagua Benjamin Mkapa, lakini Zanzibar kuwaleta nyota wa Brazili kwenye mchezo wa kirafiki. Hiyo ni habari kwa Taifa Tanzania. Lakini Majira naandika Yanga kuifuata Singida Black Stars kesho, ni kwenye uzinduzi wa uwanja wataka kuandika rekodi. Lakini Simba yaanza mazoezi kwa kishindo, ni gazeti lako la Majira. Lakini kulinipasha naandika Simba Yanga mawindoni, mnyama akipiga hesabu Almasri huko, Yanga ikifuata rekodi. Lakini msemo ni sufa tumejipanga kuiduwaza Moroko na gazeti lako la Habari Lino naandika Taifa Stars ya paa kuifuata Moroko. Lakini Serengeti Boys ya lenga fainali kombe la dunia hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari Habari Leo. Legedi Mguto, hakuna kichwa sakata la Yanga na Simba. Na Zanzibar Leo inaandika nyota Simba kukutana kambini Machi 27, Yanga kuwafuata Singida kesho, Karia atoa sababu Taifa Stars kuweka kambi Tanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika bilioni 280 za rais Samia zimeivusha BMT. Lakini kadiria awaibua mkwasa na mungela. Taifa Stars hiyo Moroko, yuna habari kwenye gazeti lako pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kigeza gazeti lako la michezo, gazeti la Mwanaspoti eh, lenyewe linaanza na habari inasema, timu hizi zinashuka namba, zinawakata Simba Yanga za shuka hatima zao. Lakini Masta Kamara, namba moja bara, sababu za Yanga kuitwa faster eh, kambini. Yuna habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti